Habari za muda huu ndugu zangu wa Tanzania, nawapenda sana e, leo nataka tushee kidogo kuhusu haya mambo ambayo yanaendelea mpaka sasa mtandaoni. Najua mtandaoni kuna sekeseke seke kubwa sana, kuna mambo ambayo yanaendelea, kiukweli sio mambo mazuri bali ni mambo ya kuvuruga amani yetu ya Tanzania. Nikiwa kama Mtanzania ambaye naipenda nchi yangu, ndugu zangu, kiukweli haya mambo sio mambo mazuri sana. Amani tuliyonayo ni amani ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, hmm? lakini hii amani tuliyonayo sisi wenyewe tunaweza tukaiondoa amani hii ikawa ni vita kuna nchi nyingi ambazo wanalia kwa sababu ya kukosa amani. Kutembea tu mchana ni kazi, muda wote kinanuka, ni kwa sababu ya kutokuwa na amani katika nchi zao, na tunashuhudia wakimbizi wengi wanakimbia kutafuta hifadhi kwenye nchi yetu. Kwao amani haipo, kila siku ni vita, watu wanakufa, watu wanauawa bila sababu za msingi. Ndugu zanguni wa Tanzania, mabadiliko hayawezi yakaja kwa sababu ya kuvuruga amani, mabadiliko hatutayapata kwa sababu ya kuandamana. Mi nadhani haya mambo ya kuandamana, ndugu zanguni, ni mambo ambayo <coughs> kiukweli yana yatavuruga au yanavuruga amani ya nchi yetu. Tusikubali, tusidanganyike kuvuruga amani hii tuliyonayo sasa hivi Tanzania. Mpira unachezwa saa tano, saa sita, saa nne, watu tunatoka tunaenda kuangalia tunarudi saa saba, amani ipo. Sasa mnataka amani aina gani, ndugu zangu hmm? Watu wachache ndio ambao wanataka kuvuruga amani yetu tuliyonayo. Tusikubali kuvuruga amani tuliyonayo. Hii amani inatosha. Kama tunataka mabadiliko, hakuna mtu ambaye hataki mabadiliko, na wala pia hakuna mbunge, rais, diwani au chama chochote kitakachoingia madarakani kikuletee wewe pesa mfukoni, au kikuletee wewe pesa nyumbani mwako bila kufanya kazi. Jambo la msingi kwanza ni kufanya kazi kwa bidii. Japokuwa maisha ni magumu mtaani, kweli pagumu eh? watu wanalia, pesa hakuna mfukoni, pesa zikamatiki. Mm. Lakini sio sababu ya kusema kwamba watu tuvuruge amani ya nchi yetu tulionayo. Kama tunahitaji mabadiliko au kama unaona kwamba rais aliyemo madarakani hafai, tusitoe matusi, tusitukane kikubwa ili kusudi tupate mabadiliko. Mabadiliko tunayoyataka ni sisi kuamka, kwenda kupiga kura, kuchagua kiongozi ambaye anafaa. Mfano Tanzania tupo watu wengi sana, tukiamua kwamba tunataka tufanye mabadiliko tusichague CCM, tuchague kama ni CUF, ACT. Wa Watanzania wote wakachagua chama kingine, kwani kuna tatizo gani? Sio kwa staili hiyo ambayo watu wanatangaza vita. Kiukweli siungani na hilo swala, nikiwa kama Mtanzania kwanza na mimi nakemea hilo swala pia. Sikubaliani na hilo swala. Kama wewe ni Mkristo, Muislamu, omba kwa imani yako, Mungu atafanya, Mungu ataleta mabadiliko, lakini mabadiliko ya kinguvunguvu ndugu zangu ni hayafai. Na wewe kama ni mtanzania mwenzangu, na kusi, achana na hayo mambo kwanza, wanaotuambia tuandamane wako wapi? Ni wakina nani? Je, siku ya maandamano na wao watakuwepo au wanatutanguliza sisi mbele tupigwe, tuvunjwe miguu? Hebu fikiria, umeandamana, umekamatwa, umewekwa, umekamatwa, umevunjwa mguu, au umepigwa risasi ukafa hapo hapo, ni asara kwa nani? Je, ni hasara kwa Watanzania au ni hasara kwa familia yako wewe? Hivyo ndugu zanguni, kuna mambo mengine ambayo inatakiwa tuyaangalie kwa makini zaidi. Wanaohamasisha wale wote wameshiba, hawana njaa, wanataka wewe ndujipeleke mbele mbele, uvunjwe miguu, familia yako ianze kuingia kwenye matatizo familia yako ianze kulia na kujuta kwa sababu ya ujinga wako. Amka Mtanzania, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, nenda upige kula. Angalia kiongozi ambaye anafaa, angalia kwamba tukimpa huyu anaweza kuleta mabadiliko au tukimpa huyu hawezi kuleta mabadiliko. Sio kutukanana kwenye mitandao sio kutoa kashfa kwenye mitandao ya kijamii. Hii sio Tanzania ambayo watu tunaijua, <tune> eh? <tune> Watanzania sisi ni wakarimu, wapole hasa, eh? Mnataka ndugu zangu ni tuharibu hii amani tuliyonayo? Kuna siku watu watakuja kujuta kwa hiki ambacho wanafikiria kukifanya. kuna nchi mpaka sasa hivi zina tamani warau zipate amani lakini, imeshindikana, na wao walitaka hivi hivi, wakiamini kwamba kufanya maandamano au kuchafua nchi yao au kutoa matusi kwamba kutaleta amani kwenye nchi zao, lakini hakuna mfano kama Libya, hmm? Gaddafi walimuua kinyama, wakijua labda wale wananchi labda wamepata ukombozi labda watanufaika jinsi walivyodanganywa, lakini angalia mpaka sasa hivi wanavyolia amani. Hakuna, kila siku ni vita, watu wanauawa ovyo, mpaka watu wameshaanza kumkumbuka kwamba bora angelikuwepo hai. Kweli mambo yanaendelea kiukweli, sio mazuri, ni mambo ambayo yanaumiza sana, watu wanatekwa watu wanauawa kinyama eh? Ndugu zetu hatujui wako wapi, ila tuzidi tu kumwomba Mungu, kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo tusijiingize kwenye misingi ambayo haipo, tusijiingize kwenye misingi ambayo itatuletea maumivu. Mtu unatembea unaenda mjini kutoka Mbagala mpaka Kariakoo, unaenda kwa amani, unarudi kwa amani. Eh, mtu atoka Buhongwa mpaka ribeti Mwanza mjini, unarudi kwa amani, hakuna fujo. Sasa ndugu zangu, ni mnataka nini? Au mnataka Mungu atufanyie nini eh? au mnataka Mungu atulani, au siku moja aje atokee machafuko labda ndipo mtakapoona kwamba eh? kumbe haya mambo hayafai. Nadhani tunaona kwenye mitandao ya kijamii kwenye TV kwenye televisheni eh, tunaangalia movie, nchi ambazo unakuta zinapigana zina amani, angalia watu wanavyokufa. Kwa sababu amani ikichafuka, amani ikitoweka, vita ikiingia, usitegemee kwamba wanajeshi ndio ambao watapigana wao kwa wao, bali hata sisi kwa sisi tutakuwa tunakutana mitaani, tunapigana. Unamjua kwamba huyu hapa ni mwana Chadema, unamtoa sikio. Unajua kwamba huyu hapa ni mwana CCM, unamtoa sikio. Unajua kwamba huyu hapa ni mwana ST, unamtoa sikio. Wakafu hivyo hivyo, inakuwa ni ugomvi, watu wanatembea na mapanga mkononi. Sasa hiyo ndio amani ambayo mnaitaka hmm? Watu tuanze kutembea na marungu, kila mmoja ameshikilia bunduki mkononi, kila mmoja ameshikilia kisu mkononi. Hiyo ndio amani mnayoitaka. Ndugu zangu ni wa Watanzania wenzangu, ikiwa wewe ni kijana, binti, baba, mama, jamani, tuhamasishe amani katika nchi yetu, tuache kuhamasisha vita, tuache kuhamasisha vurugu. Angalia Kongo wenzetu wanavyolia, kila siku ni vita, vitaishi hmm? Sasa mnataka Mungu atupe nini eh? Samia akawakosea nini? Jamani, mama wa watu kawakosea nini? Kama mnataka mabadiliko tujitokeze tukapige kula, japokuwa tunaona vile vyama vingine vidogo havina nguvu, lakini kwa sehemu yake vina nguvu, basi tunaweza tukafanya mabadiliko kwamba tukaona sasa, jamani kwa sababu sisi sehemu tumeichoka, basi tuwape ST, kila Mtanzania akaipa ST wazalendo, kula kula kula, kwani watashindwaje kumtangaza mshindi hmm? Mfano halisi nadhani ni mwezi uliopita, msanii wa hapa Tanzania aliwaambia Watanzania jamani, tuache kulalamika tufanye kazi walio wengi mlimuona kama vile hafai, ni sinichi kawatukana, lakini kazungumza kitu ambacho ni cha kweli eh. Ina maana kwamba na mimi niulize swali, kila utawala unaokuja tangu enzi za Mwalimu Nyerere mpaka kwenye utawala wa Rais Samia, kwa hiyo kila utawala ni mbaya kila kiongozi anayekuja ni mbaya. Sasa kama kio, kila kiongozi ambaye anaingia madarakani ni mbaya, na Watanzania sisi huwa hatuishiwi lawama. Kulaumu ni kila siku ndio sehemu ya maisha yetu. Sasa tumpe nani ambaye yeye Watanzania hamtaleta lawama? Enzi za Magufuli walio wengi mlimuona huyu baba kama vile amebana, amefanya nini? Mlimuona kama vile anataka kutua watanzania eh? Mkatukana tena jinsi mnavyotaka, baba wa watu, mzee wa watu, amenyamaza. Lakini mwisho wa siku aliwaambia jamani, Watanzania, kuna siku mtanikumbuka tena, mtanikumbuka kwa kwa mema, kwa mazuri, na wala sio kwa mabaya watu akasema huyu naye kachanganyikiwa. Naye atamkumbuka, naye atamkumbuka. Mungu alipomtwaa mpaka sasa hivi kila mmoja anakuambia Magufuli alikuwa ni jembe, alikuwa ni jembe. Sasa kwa nini tumsifie mtu tayari ameshaondoka? Na kipindi yupo hai watu tunamtukana, watu tunamziaki baba, watu alifanya mambo makubwa, mambo mengi lakini hatukuyaona tulibaki kulaumu, kulalamika, kutukana kwenye mitandao ya kijamii. Mungu alipompumzisha ndipo tulipoona umuhimu wake hm? Mitu, niwaambie. Nadhani kuna wazee ambao enzi za Nyerere walikuwepo, kuna ambao walifanikiwa na kuna ambao hawakufanikiwa pia Hatuwezi tukafanikiwa wote kwa wakati mmoja. Hata kwenye familia zetu kuna ambao wamefanikiwa na kuna wengine ambao hajafanikiwa. Sasa kwa nini tulaumu jamani? hmm? Tukifanya kazi kwa bidii tutafanikiwa, japokuwa shilingi ni ngumu mtaani, haionekani, lakini hivyo hivyo tunapambana wewe ambayo unasema kwamba hali ni ngumu, ni kuulize, ni lini? Ni lini wewe ambapo ulisema kwamba hali ni nzuri, au ni kwenye uongozi gani, au kwenye utawala gani hmm? Je, wewe mzazi wako ambaye tuseme ali alianzia kwa kwa Mwinyi, kwa Mkapa, kwa Kikwete, je baba wako ni tajiri au alipata nini? Au wewe mwenyewe kuanzia kwenye huo uongozi wote ambao umepita, tuishie kwa kikwete hapo, wewe ulipata nini au ulifanya mambo gani makubwa mpaka sasa hivi unalaumu kwamba huu uo uongozi haufai? Ndugu zangu ni Watanzania, hatuwezi wote tukapata kwa siku moja hata watoto tuliowazaa wote hawawezi wakapata kwa siku moja. Huyu leo atapata, huyu kesha atakosa. Kuna watu ambao walisema kwamba kwenye uongozi wa Magufuli ni mgumu ni mgumu, lakini kuna watu ambao walala hoi, wamepandisha mitaji yao, wamepata mitaji yao, wamefungua maduka kwenye utawala huo huo, kwenye utawala pia wa Samia kuna watu ambao wanalia, kuna watu wengine wanafurahia uwepo wake. Kwa hiyo kila mtawala huwa na upepo wake, sio kwamba akiingia basi huyu na wewe utapata. Hapana, hauwezi kupata bila kufanya kazi. Sasa unataka kulete nyumbani kwako eh? Hata kama tukisema tuchukue ndugu zanguni, chama pinzani, tukiweke hapo bado hali ni ile ile, kwa sababu hawezi kwenda kuchukua pesa na kukuletea wewe maskini ambaye upo nyumbani. Hawezi kukuletea pesa wewe ambaye kuanzia asubuhi mpaka jioni upo kwenye vijio vya kahawa, kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe upo kwenye betting, kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe upo kwenye pombe, kuanzia asubuhi mpaka jioni yaani unafanya mambo ambayo hayaeleweki. Hasa kweli wewe wa design hiyo, utaachaje kulaumu? Utaachaje kumsema vibaya rais wako hmm? Ko, ndugu zanguni wa Tanzania wenzangu, nimeona ni shee na nyie. Amani ya nchi yetu, amani tuliyonayo. Tunaenda misikitini siku ya Jumaa, tunarudi salama. Tunaenda makanisani siku ya Jumapili, kuanzia asubuhi mpaka mchana, tunarudi salama. Tunaenda kazini kwetu, tunarudi salama. Hiyo amani tusije tukaichezea, Watanzania, tusije tukajaribu hata siku moja kuvuruga amani tuliyonayo. wanaohamasisha vurugu wote wapo mitandaoni. Wanaohamasisha vurugu, hakuna liyepo Tanzania. Wanaohamasisha vurugu ni vigogo ambao wana pesa zao, ambao wakishavuruga wao wanaondoka na familia zao, haziko hapa Tanzania. Sasa wewe maskini mwenzangu, wewe mwenzangu ambaye hata Burundi tu hapo upajui, hata Zambia tu hapo karibu upajui. Utaenda wapi? Kikisha nuka, utaenda wapi? Mfano mdogo, mabomu ya Mbagala, angalia taaruki ambayo ilikuwepo, tazama watu walivyokufa, tazama watu walivyokuwa wanaacha watoto wao Yaani, mtu anakimbia anabeba paka, anajua ni mtoto. Mtu anachukua mdoli, anajua ni mtoto wake, anamwacha mtoto ndani. Hakuna aliye- hakuna siku ile ambaye alikumbuka kutafuta tisheti au suruali wali. Wanaume walitoka na boksa zao wanakimbia, wanawake walitoka kwenye nguo za ndani wanakimbia. Hakuna aliyekumbuka kanga. Tunakuja tena Gongo la Mboto hivyo hivyo, eh? watu wanakimbia, watu wataruki, watu walipotea, watu eh. Jamani, ndugu zanguni, tusilete masiala kwenye vita. Vita isikie kwa jirani, ila usiombe vita ije nchini mwako. Hautoweza kufanya kazi hautoweza kufanya jambo lolote. Kwanza watu tutakufa na njaa, utatoka utaenda wapi? utatafutia wapi? amani haipo, kila mmoja atembea na panga mkononi ya kujilinda. Mwisho wa siku watu tutauana kama vile, kama vile ng'ombe, kama vile mbuzi, kwa sababu ya ujinga wetu, kwa sababu ya watu fulani ambao hawataki amani yetu. Tunapokuwa na amani, sio kwamba nchi zote wanapenda hii amani. Angalia wakenya wanavyotushambulia. Wakenya wanatamani Tanzania tuingie kwenye vita, wanatamani Tanzania tuanze kupigana sisi kwa sisi, tuuane sisi kwa sisi, ndio furaha yao. Lakini ndugu zanguni, tusikubali.